Ulaya kuna watu thelathini ambao ni marafiki wa zamani sana. Wao wameamua kwenda kijiji chao. So wameona wao kwa wao, wamenunua ardhi, wanafundisha watoto wao, wameacha kununua vyakula vya kiwandani, hata wanalima wenyewe, lakini wamepeana majukumu, mwingine afuge, mwingine alime, mwingine afanye kitu fulani kitu fulani. Halafu biashara wanayofanya ni kubadilishana bidhaa kwa bidhaa. Kitu ambacho nakiwaza sio uhifadhi wa hela, lakini tumeangalia kwenye gala kuna nyama kiasi gani imebakia. Mwanga wanaotumia ni mwanga wa jua ile amba madawa ambayo amba yana amba amba uwezo huo ya kubadilisha kutoka kwenye, kwenye, kwenye wanaume wengi wana matiti na maana, wanaume wengi wana homoni za kike, hawana nguvu za kiume. So, ni kitu ambacho tunakiwezekana. Ukitumia sunscreen, ukitumia deodorant, ukitumia perfume unafukuzwa kwenye hicho kijiji. So that nadhani ni muda sasa mfumo hata huko adapt the same thing. Nunua azi sawa. Fuga kuku wako wawili, fuga bata wako watatu, lima mboga mboga, viazi vitamu, maboga, magimbi, miogo. Fuga wanyama mbalimbali. Tengeneza mazingira yako, acha kusikiza taifa habari ambazo wanakwambia wao. Acha kulisikiza advertisement ambazo wanazitoa wao. Ishi maisha yako. Jitenge at least once or twice a week. Jitenge jiweke mbali na hizi kelele za huku mjini. Then you see utakapokuwa na akili timamu. Acha kunywa maji ya bomba, chimba kisima chako. Acha kutumia dawa za fluoride, anza kutumia mafuta ya nazi, chumvi, mkaa na vijiti. Anza kutumia activated charcoal. Funga mara kwa mara. Fanya physical movement, tembea milimani. Weka simu yako pembeni. Acha kutafuta attention kwa sababu this sim is not a real thing.